shakaradabakarabakanta radabakaya shanta baradabakanta balika shanabaabaianobo kaya sharabaianabarika paya ripaaaaaaka shbaaabika riparabakarabo reparadabakaya anakupaka mafuta kwenye maombi ya usiku wa leo. Anakupaka mafuta ya kuyavamia malango ya adui shetani kwa nguvu ya shukurani na kupaka mafuta ya kuzivamia ya taarifa mbaya kwa nguvu ya shukurani. Kwa nguvu ya shukurani unaweza ukapatilisha mawazo ya adui kwa nguvu ya shukurani unaweza ukapangua mipango ya adui ripati pakata rapata kapoya rapali ya bobo hebu ana ya katikati ya wingu la shukurani anapangua kila taarifa ambayo

Nataka nikwambie, kuna watu wanashangaa, wakiangalia umri, wakiangalia na vile ulivyo, wanashangaa, wakiangalia watoto wanashangaa kwamba inakuaje? Kuaje? mbona kama katoto katoto, mbona kama bado mdogo mdogo, wewe sio janja wala sio kujitunza haraka po. Kuna watu wanajitunza, kuna watu wanapaka mafuta ya mamilioni ya fedha, kuna watu hawachukui chukui vitu vya ovyo, lakini bado wamechaka rakapo we na mafuta yako haya haya ya kawaida rikapolia, Bwana amegupaka mafuta ya shangwe, umepakwa mafuta ya njoo uone. Bibilia inasema wengine Bwana akawapa kibali cha njoo uone, njooni muone, wengine Bwana akaashiria baraka za njooni muone, yani baraka

rabakalya adaudi kwenye umri mkubwa wakasema anafanana na mwanaye Suleimani. Wakasahau ya kwamba adaudi alikuwa amepakwa mafuta ya njouone. Yakapo mafuta ya njouone yanakutofautisha na watu. Mafuta ya njouone yanawaacha watu na, na mshangao. Yaani vile ulivyo na vile wana rakano na mazigidi na ha, lakini Daudi alimiminiwa mafuta. Kuna tofauti ya kupakwa mafuta. Ukipakwa mafuta yanaishia tu pale ambapo umepakwa, lakini yakimiminwa huwa yanamwagika, yanashuka hata maeneo ambayo haukutaka yashuka. Leo Bwana akumwagia mafuta Abwana kumwagia mafuta leo, mvua ya mafuta inyeshe juu yako leo, yakapoia abwana yamwagike kwenye kila hatua, yamwagike kwenye kila wazo, yamwagike kwenye kila mpango, rakapo Bwana, leo usinipake ni, leo nimwagie, leo nimwagie, leo nimwagie ya kutosha. Leo si leo, yani leo yani, e ni pake leo, leo yaninyeshe, inyeshe mvua ya mafuta inyeshe, mvua ya upako inyeshe, mvua ikunyeshe, ikuloweshe nyakanyaka, inyeshe kila pande, inyeshe kwenye mfumo wa mawazo, inyeshe ulimwengu wa roho, inyeshe ulimwengu wa mwili yosadiado

ayaba yandobo umepakwa, imetosha, achalewa ya mimine achalewa ya mimine. Kanipa, akanipa ufunuo akaniambia, ukipakwa yanaishia pale pale walipopaka lakini, yakimiminwa yanaenda hata maeneo ambayo haukutaka yende. Ya yakimiminwa yanashuka mpaka miguu, yakimiminwa yatapita mikononi, yakimiminwa yatapita tumboni maana yamemiminwa. Yakipakwa, kama umepakwa kwenye paji la uso, yanaishia hapo hapo. Rakapo, leo Bwana mimina, leo Bwana mwaga. Yani kama ni mafuta ya maombi, nimwagie, nimwagie, nimwagie, nimwagie, nimwagie. Nimekubali kuloa, Yesu yeshe, nimekubali kuloa, niloweshe, niloweshe

atarak tore vabababa endelea kufungua kinywa chako riktapa unajua, hicho kinywa kimebeba maajabu. Unajua, hicho kinywa kimebeba ishara

kusudia leo upite, na tunapenya kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu japari ya kadaba. Hebu yaone marango yako sasa, hebu yaone marango, hebu yaone marango yako. Mimi sijui bwana amekufungulia rango gani, lakini nataka nikwambie, pasipo nguvu hilo rango haupenyi, na leo tunamwamini bwana ya kwamba tunapenya. Rapa papa reketa atopa topa repari ya kadaba. Enyi marango inueni vichwa, rapari ya kadaba Tunatangaza mfalme wa utukufu acha aingie. arapariya toria arapariya toria arapariya tai arapariya toya reketopa japara suya rapariya kedaba rapariya kedaba epeata jeperiata. Nakwambia, tangaza mfalme wa amani aingie kwenye lango lako. Tangaza mfalme wa amani aingie kwenye marango yako. Tangaza kwa kinywa chako usiombe kizembe. rapakato jeperia kada rapari ya sada, umezunguka kwenye huo mdwara na natosha, umezunguka kwenye huo mdwara unatosha. Rapakato, acha Bwana akupenyeshe kwenye huo mlango, acha Bwana akupenyeshe kwenye huo mlango. Ropari ya kadabae, mwombaje mwenjangu nige kuona umekasirika. Hapari ya kadabae, umezunguka kwa mda mrefu. Horiapakata holiye pepepepekota horia satatata. Enyi marango inuweni vichwa Mfalme wa utukufu aingie, rapari atae, rapari atae. Mfalme wa utukufu naona anaingia kwenye mlango yako. Mfalme wa utukufu anaingia kwenye mlango yako mama, rapato pata, rapato pata. Yamkini umekwama kwa kipindi kirefu. Nataka nikwambie leo mfalme wa utukufu anaingia kwenye lango. Anaingia kwenye mlango yako. Anaingia kwenye familia yako. Anaingia kwenye lango la huduma. Anaingia kwenye lango la mahusiano. Anaingia kwenye lango la kasi rapakata. Nitangazo kutoka mbinguni ya kwamba marango anaingia mfalme wa utukufu, jepeketa rapari ya tadada. Mtume Paulo anasema nimefunguliwa mlango wa kufaa sana, lakini ni wengi wakupinga. Nataka nikwambie Bwana amefungua mlango wako, ila kuna watu wamekaa wanakupinga usiingie, na leo Unatangaza unaingia kwa jina la Yesu, unaingia kwa jina la Yesu, unaingia kwa jina la Yesu. Acha upenye kwa jina la Yesu, acha upenye kwa jina la Yesu. Acha uingie, acha uingie, acha uingie. Haijarishi wameweka mageti ya chuma, haijarishi wameweka mageti ya shaba. Tangazo ni kwamba Bwana anasema nitavunja, nitapasua marango yao ya shaba. Rapakato, anza kuvunja marango ya shaba ya adui repeketa anza kuvunja mlango ya shaba ya adui repeketa, anza kuvunja mlango ya shaba ya adui repeketa! Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tuma moto kwenye marango, tuma moto kwenye marango! Kuna maadui wako kwenye marango wanazuia usipite, leo unapita, leo unapita kwa nguvu ya moto, leo unapita kwa nguvu ya moto, leo unapita. Nataka nikwambie kinywa chako kinaomba miujiza.